Hatukuchagua miungu wa kuwapigia makofi. Leo kila siku Watanzania wanatekwa, kila siku Watanzania wanakufa. Alafu juzi nimemsikia Mama Samia akisema, mimi jamani, wakiwauliza huko mkiwasikia wanasema waambieni, mi sijawahi kuua mtu. Yeye ndio amiri jeshi mkuu, na sifa zote wanazompa kila kitu kafanya yeye, hata waliotekwa kuuawa wote amefanya yeye. Nina ujasiri wa kusema hivi kwa sababu, kama wewe ni amiri jeshi mkuu, watanzania wanauawa, watanzania wanapotea, watanzania ni masikini, watanzania wana njaa, na umekubali kusifiwa na kila mmoja kwamba kila kitu unafanya wewe, hata wanaouawa umefanya wewe, utakatalia wapi kama wewe ndio amiri jeshi mkuu? Tuache kusifia sifia sifa za kijinga. Yeye mwenyewe pia anapenda sifa za kijinga, alafu yakija mambo ambayo ni magumu anakataa, mimi sihusiki. Kama ni kuua, basi labda niliua sisimizi. Yoyote aliyeuawa kwenye utawala wako, mikono yako haiwezi kuepuka.